Amana, leo tumewashuhudia Simba Sports Club wakipata pointi zao tatu muhimu kutoka kwa uh, wanajeshi wa JKT Tanzania e, okay. E, umeuonaje mchezo tume? Ha, mchezo ulikuwa mzuri lakini Simba timu bora, tukikutana na timu ngumu na sisi tunafanya maamuzi magumu. Eh, kama unavyojua kocha mwanzo aliweka rotation kidogo baadhi ya wachezaji, lakini baadaye ukaangalia, kwa kuwa yeye fundi, akafanya sababu zake za kifundi, ukaona juu pale, akatoa ajaacha striker Umeona, baadaye akamleta kumalizia, hiyo ikaje mazuri lakini Leo kila mchezaji kaonyesha uwezo wake, tumecheza soka safi kabisa, wana Simba, tumeona burudani huku tukiwa tunafurahi, kwa sababu mpira wakati unachezwa, si wenyewe tuna pasi zinavyopigwa, tunaondoka. Lakini tuwashukuru na wenzetu, huwezi kumsifia baba yako ana mbio kuliko yule asiyomkimbiza, yule anayomkimbiza ana kasi zaidi, na yeye anazidi kuzidisha, kuzidisha kasi, ndio maana hivyo. Kwa hiyo tuwashukuru pia na JKT wamekuja na mchezo mzuri eh, mchezo ulikuwa wa kiupinzani, lakini mwisho wa siku tumelamba pointi tatu na michezo mingine yoyote ambayo inayochezwaga mtu anachezea tano anachezea sita, wakikutana na jamaa zetu. Lakini umeona JKT leo kaja kwetu, kaweka heshima, lakini na yeye kapambana. Mwisho wa siku tumeambulia goli moja, pamoja na nafasi nyingi tumekosa. Tunashukuru Mungu. Imekuwa moja moja, mchezo wa pili mfululizo. Inaashiria nini? Ukiwa na mechi ambayo kila mtu anataka matokeo, basi ukipata moja kama umepoteza nini, nafasi nyingi moja. Simba tuna utaratibu wa kukosa sana nafasi lakini tukija kukaa vizuri, tukiwa tunazipata hizi nafasi, basi kila mtu atachezea nyingi nyingi, viporo vinaisha. Lakini taarifa za kutocheza mechi ya dabi zinaendelea, kuna namna inawatikisa. Aa, hii watasema na ile mechi wanasema hawaendelei, hawachezi kwa sababu, baada ya kuona mechi ya juzi imeisha dhidi ya mashujaa, <coughs> lakini baada ya mechi hii pia inaisha ile, hatuchezi, itazidi kupigiwa kelele, itazidi kupigiwa kelele, wanachotaka wao waone Simba anapoteza mchezo kama huu alafu wanaweza watasema, watacheza ile kama danganya toto. Mzaramo, tuseme matokeo ambayo Simba Sports Club anayapata yeah. Sasa hivi ndio chanzo cha Young Africans kukataa mechi ya dabi eh, kabisa Aa, unajua washatumia pesa zao nyingi nyingi sana, kwa sababu wachukue ubingwa na walitegemea mechi zinazobakia tano sita, wao wawe washatangaza ubingwa, lakini msimu huu wa ubaya uwe kila wakiangalia akiweka mguu wake mguu wangu huko <coughs> nikiweka mguu wangu mbele, wake uko nyuma. Unajua, ana mechi nyingi laini, ana mechi nyingi laini, ana mechi ndogo ngumu. Hizo ndogo ndo ambazo ameshindwa yeye kufaulu, lakini zile mechi laini zote amekuwa nikisema vipi, ana timu alizoziwekeza, amna hata timu moja iloambulia kupata pointi moja kwa ndugu zetu, hata timu moja kama hivyo. Mimi nakugea laki tano hapa ambayo yaani kacheza na timu aliyomdhamini alafu akatoka labda draw, bila bila moja, moja akaambulia pointi moja yule, pointi moja. Yanga hakuna hata moja. Msaangu, si kiwango, kiwango cha e, sawa. Ukisema kiwango na sisi tutakwambia walienda kucheza kule juzi, wamecheza na Zimamoto tumeona moja bila kwa tabu, watu jasho linawatoka. Amecheza na JKU kwa tabu, si watoto wadogo wale, timu ndogo ile. Mbona hatujaziona zile tano, tano? Umeelewa? tano tano atujeziona. Leo hii simba anapata taabu, lakini azamu anapata taabu zaidi kwa sababu hiyo ya wale wana timu zao ambayo walozidhamini sita lazima vile timu zote ponti sita lazima nyumbani na ugenini, hakuna hata moja, inaonyesha ushindani kwamba ikamzuia yanga kuonyesha kwamba alikuwa mashujaa. Unajua huyu JKT alikuwa na tayari washamuingiza walitaka kuingia mchezo wa upato Hey, wakati wanacheza nao walitaka wakate keki, mimi ujamaa eh, yule goalkeeper walisema watamsajii.